Serikali imetenga fedha kiasi cha shilingi bilioni moja na milioni mia mbili kwa ajili ya kupunguza kama si kuliondoa kabisa tatizo la maji lililopo katika jimbo la Muheza mkoani Tanga. Akizungumza na waandishi wa habari nje ya ukumbi wa Bunge mjini Dodoma, mbunge wa jimbo hilo Balozi Adadi Rajabu amesema fedha hizo zinatarajiwa kuchimba zaidi ya visima virefu kumi katika wilaya ya Muheza. Ningependa kuwaambia wananchi wa Muheza kwamba sasa hivi tuko bungeni hapa na ni bunge refu la bajeti, na kikubwa zaidi kwenye hii bajeti na uwakilishi wangu hapa ni kuhakikisha kwamba matatizo yetu ya wilaya ya Muheza kwenye jimbo la Muheza tunaweza kuyatatua kwa kiasi gani, na kuangalia hii bajeti kuona kwamba e, tumepata kiasi gani kuweza kuwatatua matatizo haya tatizo la kwanza ambalo linaongoza ni tatizo la maji. Pale wilayani Muheza tuna tatizo kubwa sana la maji, na imekuwa bahati kwamba maji kwenye bajeti ya Wizara ya Maji tumefanikiwa kupata, kupata karibu bilioni moja na milioni mia mbili 1.2 ambazo zitashughulika na kuchimba visima virefu katika vijiji baadhi ya vijiji kumi katika wilaya ya Muheza. Balozi Adadi Dadi ameongeza kuwa pamoja na jitihada hizo pia ameamua kuzielekeza fedha zote za mfuko wa jimbo kutatua kero hiyo. Pamoja na juhudi hizo, pia kuna juhudi zingine za mfuko wa jimbo ambazo zote nimezielekeza kwenye kuchimba visima vijijini na pamoja na hayo, tulikuwa na mpango wa mradi mkubwa wa kutoa maji kutoka mto Zigi na yale maji kuweza kuyaleta mpaka mjini, na ambayo ni kama kilomita ishirini hivi kutoka mto Zigi mpaka Muheza mjini. Sasa mradi huu ambao ni mkubwa ulianza siku nyingi na upembuzi yakinifu ulishafanyika na serikali. Mm, sasa hivi imeweka mradi huo kitu ambacho nimefurahishwa nacho sana ni kwamba mradi huo baada ya kufanyika upembuzi yakinifu e, umewekwa katika miradi kumi na saba ya nchi nzima miradi mikubwa, na tunategemea kwamba serikali imekwisha saini makubaliano na, na serikali ya India na kwamba Wakati wowote ule wanaweza wakapata hizo fedha na kuanza hiyo miradi kumi na saba. Kuhusu uchakavu wa barabara kutoka Amani kuelekea Muheza mjini na jinsi inavyochelewesha maendeleo katika jimbo hilo, Balozi Adadi anasema ya barabara ya Amani kilomita 40 kutoka Amani juu milimani kule mpaka, mpaka Muheza mjini Amani uh, tunautegemea sana kiuchumi kwa sababu kuna mazao mengi sana, kuna viungo vingi sana ambavyo viko kule pamoja na chai na limwa sana kule. Ukiacha hivi viungo vya karafuu, iliki, mdalasini na wakulima wanautumia, wanatumia sana barabara hiyo ambayo haiko kwenye hali nzuri sasa. E, tunaendelea na mazungumzo na Wizara ya Ujenzi wameweka hela ambazo upokozi upembevu wa kinifu umeshakamilika tangu, tangu mwezi wa Machi elfu mbili kumi na tano, mwaka jana, lakini bado tunaendelea kuangalia kuzungumza na wizara ya ujenzi kuangalia kwamba kama serikali inaweza kuweka hela kwa ajili ya kuweka lami barabara hiyo ambayo ni muhimu sana sasa hivi kutokana na jinsi ilivyoharibika. Akizungumza kuhusu mwelekeo wa bajeti katika mwaka wa fedha elfu mbili kumi na sita kumi na saba, mbunge huyo wa Muheza anaeleza. Serikali ya awamu ya tano imeweka msisitizo kwenye mapato sana na kuangalia kupunguza madeni ya serikali. Kwa hiyo unaona kwamba kuna, kuna msisitizo na mwelekeo mzuri ambao unaweza ukatoa matumaini hasa kwenye bajeti ambayo itakuja kusomwa tarehe nane. Kwa hiyo ninavyoiona kwamba mwelekeo wako ni mzuri na mm, cha msingi ni ukusanyaji ule wa mapato ambao unaweza kusaidia sana kwenye maendeleo ya nchi. Balozi Adadi amepongeza kutengwa kwa kiasi cha fedha kwa ajili ya vijiji kama alivyoahidi Rais John Pombe Magufuli wakati wa kampeni za uchaguzi. Unajua, milioni hamsini kwa vijiji ambavyo viko nchi ni, ni, ni nyela nyingi sana na kusema kwamba serikali itoe hela zote kwa mkupuo itakuwa pia ni kazi kubwa sana. Tushukuru tu kwamba zimeanza kutoka, na naamini kwamba huu ni mwaka wa kwanza, kuna miaka mitano inaokuja mbele. Kwa hiyo serikali imeliona hilo na nafikiri imepanga kiawamu ambacho mimi kwa kweli na naisapoti na kabisa. Ingekuwa kama haikutenga hata kidogo, ingeleta matatizo makubwa sana. Peter Edison, Mwananchi, Tigeto.